Sharif Ticha, tumekuwa tumekuona ukizungumzia mambo ya wateja, mambo ya biashara, mvuto wa biashara, na watanzania wamekuwa wakifanya biashara na wanapambana sana kufanikisha maisha yao. Unajua watanzania watu wa kipato cha chini, eh? wanapambana ili wafaze kuwasaidia maisha yao, wazazi wao, wao ndugu zao, na wao wenyewe. Wewe <coughs> Sharif Ticha <teacher, coughs> una wasaidiaje, unawafundisha nini una jambo gani la kuwasaidia wafanyabiashara wote wa Tanzania wadogo wadogo na wakubwa kubwa ambao ili waweze kuuza sana waweze kufanikisha katika biashara zao, karibu? Ah, nashukuru sana bwana Jecha, nashukuru sana kwa kuniuliza hilo swali lakini, Shejecha ugali natoa kwa kadri ya unavyoweza, yani jaribu kubageni watu kama ikizorana wakutafute wakufate, wakufate, wakuse, wakuse, wakuse. Ah, basi tunasema hivi kwamba madhari tunafundisha basi, kuna watu watafanya na kuna watu watashindwa, watakuja kufanya. Iko hivi katika, katika swala la mvuto, kama kuna, kuna watabibu wenzangu hapa au sio? Eh, ambao wana, wanapata wagonjwa wengi sana ambao bana tunahitaji mivuto, alafu unakuta biashara zina. Kwa hiyo mtabibu mwenzangu yoyote, mimi nakupa zawadi hii, nakupa eh, sadaka yangu hii na wewe mgonjwa ambaye unahitaji hiyo huduma. Kuna ndege fulani hivi wanakaaga katika maziwa, wanakuwa na rangi nyeupe. Unawafahamu? warefu hivi, warefu we, we. Wana miguu mirefu, unawakuta kwenye maziwa hivi we, um, e. Au, au, au kuna, kuna wakati mwingine hata katika mito hii ya maji unawakuta wale ndege wale wanapenda sana kukaga na ng'ombe wale, yeah. unawafahamu eh? Eh, wana midomo mirefu hivi. Sasa wale bwana wale, ishu yani, nikisema ishu maana yake wale ni dili, yani ni baraka kubwa sana katika maswala hayo ya mvuto. Sasa ukimpata yule, ah. Una, yule bwana biashara yako ilikuwa inakiza kiasi gani bwana Jecha? Ilikuwa inaonekana kiasi gani bwana Jecha? Ukimpata yule wafunge saba mara sabini wanga Pat. ukimpata yule mwanangu, hata mtu kama kufunga kifungo kwenye biashara cha biashara yako, ukipata yule ndege mwanangu ume, ume wini. Unajua yule ana nguvu kushinda hata njiwa manga mm-hmm. Eh, yani yule ana nguvu hata kushinda njiwa manga. Kifano kama hiyo biashara sasa unataka mtu afa ionekane pale biashara pale, kinachofanyika unamchukua ule yule, yule ndege. Ukishampata yule ndege tayari unasubiria katika siku ya Ijumaa, ndo anatengenezwa ule katika siku ya Ijumaa. Sawa, anatengenezwa katika siku ya Ijumaa, anakatwa ule kama ni kidole chake cha mguu sawa, alafu kikishakatwa kidole chake cha mguu, itatoka damu au mahala popote ambapo unapojua eh, ili itoke damu. Akishatolewa damu yule ndege ile damu utaichanganya na na na wino wa zafarani ya njano. Ukishachanganya na wino wa zafarani ya njano, utakuwa sasa unachorea kuandika tarasimu la mvuto wa biashara. Utaandika tarasimu sasa la mvuto wako wa biashara, tarasimu lolote lile unalojua, hili ni tarasimu la mvuto wa nini, wa biashara. Lakini kwa upande wangu mimi natumiaga ile eh, ufuku ya pembe tatu ninge na nini ningeonyesha ufuku ze za pembe tatu. Kuna ufuku yenye tabia ya, ya upepo, na kuna ufuku yenye tabia, tabia za udongo ni ya kutundika. Kwa hivyo, ufuku, ufuku wa, eh, wa upepo. Kwa hivyo ile damu ya yule mnyama ya yule ndege ndo ntachanganyia na ile zafarani, eh? Alafu ndo ntacholea ile ufuku na kinachokaa pale ni namba tu ile, namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne, namba tano mpaka namba tisa, sawa. Ila juu huku utazungurusha e, utazungurusha nia unayotaka unayotaka wewe inohusiana na masuala ya riski. Mwisho katika ile nia utasema bihaki hadha hadhihi bihaki hadha hadha alwufku, au sio, bihaki hadhihi alwufku wa bihaki hadhihi sawa, alwaha alwaha alhajal ajal asasa lakini pale itakuwa tawakalu ya khudam eh, pale utaanza na tawakalu ya khudam bi haki hadhi. Saa nataka moja mbili tatu, tutakuwa kama uwezi kusema kuandika kwa kiarabu utaandika kwa Kiswahili, mimi na na kuomba wewe wewe, mwakilishi uliosimama katika saa hii eh, mi fulani bin fulani au fulani bin fulani, mfungulie moja mbili tatu nne tano. Sawa, inafushwa ile. Ukishafusha ile tayari yule mnyama eh, yule ndege una unatoa moyo wake ukishatoa moyo wake, ule moyo ukishautoa, katika u, katika ule mwili wake unafunga pamoja na ile tarasimu yako. Ukishafunga pamoja na ile tarasimu, utakuwa unazungushana ki, utazungushana na kitambara cheupe, utazungushana uta, na au na uzi mweupe, kisha baada pale itafuku, itafukizwa ile katika siku ya Ijumaa, lakini itafukizwa ile vizuri. Kisha unapewa kile kiazima, kiweke katika waleti yako. Ha? Au unapewa kile kiazima enda kakifunge katika biashara yako. I say, yani yani yani, hapa hata kulikuwa na kiza kiasi gani, basi jambo unakuta linafumuka kabisa, ni pale kunakuwa kuna mwanga, yani watu wanapatikana wanakuja, yani kama utazani ile biashara watu walikuwa wanapita, yani eh, ilikuwa ionekane mtu atashangaa hata mteja wako, mteja ambaye sio wako ambaye alikuwa akizuia kwenda duka la pili, utamshangaa anakuja pale mpaka unamuuliza, huyu alikuwa hapa oni aa aa hapa vipi? <laughs> Unaelewa? <laughs> Naam. Naam mwalimu, tunakushukuru kwa